Habari yako? Nzuri, nzuri. Nzuri. Nzule na hukumu, tunakupigia simu kutoka Radio Maisha. Eh. Yeah. Tumeona ujumbe wako na nasi ziko unasema kwamba kuna jambo ambalo kwamba ungependa kulizungumzia. Eh, uh, nilikuwa na jambo ambao nilikuwa nataka mnichangie hapo kwa radio. All right. Umefika mahali salama baba. Eh. Uh, Karibu. Mwanamke ambao tulikuwa tunakaa na yeye hapa hivi mwanamke ulikuwa unakaa naye kama mke wako, ilikuwa ni girlfriend? Mm. ni neiba mlikuwa mm -hmm. mnakaaji? tulikuwa nakaa naye hapa kwa kazi, tulikutana naye a lot of three, three months ndio tumekaa na yeye la, la, labda ndugu yangu ili tukuelewe vizuri maana tuko na Sizikwi Nayo na hapa uweze ukazikwa nayo huu mwanaume ulikuwa una, unaishi ul, ul, huu ee, um, yes, mwanamke ulikuwa naishi naye ee, kama mke wako ama ilikuwa mnaishi vipi? Nadhani kwamba mwanzo tukuelewe, tulikuwa tunaishi naye ee, kwa muda wa mwezi tatu na wakati nilikuwa nimeenda huko Masisi huko Katilu. Ah, tujibu. Ah, tunataka kujua ulikuwa unaishi hey na yeye, ulikuwa umemwoa, alikuwa ni bibi yako? Nilikuwa yes, nimemwoa, nilikuwa ni e, e, akuwe bibi yangu, sikuwa najua kwamba atafanya hiyo ishara. Ulikuwa umeoana na yeye kisheria, ulikuwa umempeleka kwa wazee ukamtolea mahari ama mlikuwa mnaishi tu pamoja kama bwana na bibi? Nilikuwa ni come we stay. E, tulikuwa tu, tumepanga, mm, mimi na yeye wakati tulikutana naye tukaelewana tuka, nikaambia tutaenda mpam, pamoja pamoja na mimi mpaka kwao. Uh -huh. ili wazazi wako watujue mimi niko na wewe. Lakini mlikuwa hamjaenda mja, bado. E, nilikuwa nimekasiwa na kazi hapa. Uh -huh. Hapa. Kazi okay, p so mkaishi pamoja kwa miezi mitatu ikawaje? tukakaa naye mwezi mitatu. Uh -huh. Wakati nilienda mazishi kuna bibi yangu ile mkubwa alifariki. Oh, okay. <laughs> Aza, eh, <laughs> kidogo, u... Ngoja kidogo, ngoja kidogo, dadi, ulikuwa uko na mke mwingine nyumbani? nilikuwa na mke mwingine nyumbani, huko alikuwa naishi ah. Na mke ambaye umepata naye watoto eh? mwenye niko na watoto wawili mm. Umekaa na huyo karibu lot of five years? Oh, umekaa naye miaka mitano. Na mjini pia umepata mwanamke ume mwingine ambaye ulikuwa umeingia naye sasa, huyu alikuwa awe ni mke wako wa pili eh? E, ilikuwa tuna, inatakana kuwe mke wa pili najua sisi Waturkana tu inatakana kuwe na wanawake wawili, na yeye mwenyewe alikuwa amekubali kuwa mke wa pili. Alikuwa amekubali kabisa, tukaelewana na yeye tukakaa chini tukaongea mzuri, na alikuwa anajua kwamba uko na mke nyumbani. E, nilimwelezea wakati tulikutana na yeye. Na yule mke wako kule nyumbani alikuwa anajua kwamba huku town uko na mwanamke mwingine? E, nilikuwa nimeculishaa kwamba niko na mwanamke mwingine mwenye atanisaidia kazi hapa kwa sababu nimekaziwa na kazi. Na mke wako kule kijijini alikuwa ameelewa kwamba mume wake hako, na mwanamke mwingine town na akawa yuko sawa tu. E, ikawa tukakaa na yeye eh, mzuri hata ikawa anatumia ule, ule mwingine pesa bibi mdogo huyu. Mke mdogo huyu eh? Wow. E, Eh, ile tu kibarua yake kidogo dogo ile alikuwa anaendana huko kwa dada yake. A, mdogo anatumia mwenzake pesa sasa. yeah. wow. Eh, hiyo naye nikafurahia, ukasema eh, nyumba ina amani. Nikaona kumbe hii wanawake watakuwa watashirikiana wow, pamoja, ukaona <laughs> <laughs> kwamba hapo utakuwa na enjoy ubomozi, lakini pia wanashirikiana kolabo eh, Eh, eh, kwa sababu sasa niliona tu vile hao wanakaa, eh, eh, very good. Sasa kitu gani kimetokea, ndugu yangu? mm. <laughs> ile kitu ile kimetokea wakati yeye alitoka, mimi nikaona wako na mwanaume mwingine, yaani najuuma kabisa, nilikuwa ndio nijitoa kitanzi. Ngoja kwa kwanza. <laughs> umetuambia kwamba ulisafiri ukaenda nyumbani. Eh, nilikuwa nimesafiri nimeenda nyumbani. nini kilikuwa kimetokea, baba Mazishi ile ambayo ndio nilipeleka mimi huko nyumbani reserve. Mazishi ya nani? Mazishi ya bibi yangu. So bibi yako alifariki? Bibi yangu mkubwa, bi mkubwa eh. Pole sana pole sana pole sana jamani. So wewe ukaenda ukazika ukazika ukazika bibi yako, halafu ikawaje sasa? Kuenda kufika bibi, kurudi hapa hivi, nika nikapata huyo mwanamke hapa mm. Alafu hiyo majirani ambao tu, tuko nao karibu hapa mm. kumbe walikuwa wanaona wanaona hiyo mwanaume akiingia hapo mahali mimi nafanya kazi. oh, kuna mwanaume alikuwa anakuja, uh, kazini ama kwako nyumbani eh? lakini si kushikanisha maneno ya wa, majirani, nikasema wacha tu nishuhudia na machangu eh. sasa uh -huh. ikawa ikashuhudia jana, jana Jumapili, jana Jumapili ambao leo ni Monday. Eh, leo ni Monday. Uh -huh nikashuhudia wakiwa na yeye tauni nyingine ndogo hapa Lodwa ile inaitwa na, na, na, na, na, na eh, kwa miakwi na kwa na kwa huko na kwa na kwa eh walikuwa wanaenda kazini As... walikuwa wana wanaenda kwa dada yake kwa dada ya huyo sasa huyo m... bibi yangu huyo mm -hmm. So kwa kifupi, unasema kwamba jirani amekupokenya amekupokenya mke. Eh, ni jirani sasa, ikawa wanatoroka wameenda kujifichana huko. Lakini unajua un, labda walikuwa wameenda kusalimu tu. Uliuliza uli, uli, labda mbona mko pamoja mna mpango gani? eh, nilimkalisha nili hiyo mwanamke nikauliza yeye, nikaambia shida yako ni nini? ile inakutoa huko nini? kwani ulimpata ametoka kwako? nilimpata ako ako kwako bado, e? Wakati nilikuja nikapata yako. na wewe Mm -hmm. Wakati ulienda mazishi, ulikaa kwa muda gani? Nimekaa. Ulikaa na hii three days? Ukirudi unakwambiwa kwamba kuna jirani ambaye amekuwa akiingia kwako hizi siku tatu haupo e. Nani mwanaume nani mwanaume mm? alikuwa anakujanga tu usiku usiku ya ah. Ah, labda alikuwa anakuja usiku kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha, ndio anakuja anaangalia kama mke yuko, yeah, sawa jana, yeah, yeah. jirani mwema huyo yeah. Uh, alikuwa anakujanga usiku anaona, kwa sababu niliambia, nili yeye unichungia hapa hivi oh, oh, ndio oh. Ulimwambia chunge huyo? <laughs> Uh, jirani huyo jirani mtazama mwenye aliniambia hiyo maneno oh. Huyo jirani aliyekupa umbea ulimwambia achunga hapa, angalia ukana eh, chochote nipatie report eh. So, mwanamke kwa sababu amebaki ya peke yake, huyu jirani ndo kaja akakwambia kwamba kumekuwa na ndume imekuwa ikikuja hapa eh, alikuwa anakujanga hapa usiku. Akaniambia tu wakati hata nilikuja siku ni kusikia maneno yake, nikasema labda ni ni pitina ya majirani. Ukasema uh -huh, acha nijionee. Eh, nikasema nika nika wacha nijionee mimi mwenyewe mm lakini sasa ulipowaona wakiwa wawili katika hiyo town umesema walikuwa wanafanya hmm. nini mpaka kikakufanya mm. ushuku kwamba wana mahusiano? Nilipata wakikuwa kwa base zingine, walikuwa wanakunywa pombe eh. hmm. Sasa walikuwa wanaishi na yeye, nikajua nikajua huyo kwa sababu ni jirani yangu hapa hivi. mm. Hadi mimi nafanya mm. oh, walikuwa wameenda kujua kwamba nikajua kwamba hii mtu mwenye jirani alisema mm, ni kweli na mke wako alipomuuliza akasemaje? Nilipomuuliza akakuwa mkali sana, akasema hata kama nimepata bwana mm, na sitaki waya tena mm. Uh. So umesema hapo awali kwamba ilikuuma sana mpaka ukawa unataka kujitia yeah, kitanzi. Nilikuwa ndani to kitanzi jana, lakini watu wakanishika. Ah. Ah, watu wakakushika, ulikuwa unataka kujitia kitanzi kwa sababu mwanamke, um, anaenda, umezaa naye e, uh, my brother Ako na mimba yangu za hii Ako oh, na mwanaume mwingine, na ako na mimba, ni ana ujauzito wako? Ako na ujauzito wangu na ame... nahisi ako na ujauzito wako, lakini amekuacha ame, ameenda na jirani ah, ameenda na jirani. Sasa ukawa unataka kujimaliza kabisa, kaisa? Yeah. Sasa ukijimaliza ndugu yangu, na mke wako amekufa juzi, si utaacha watoto wakiwa yatima? Hiyo mm. kitu ndio inaniuma kabisa nitola. Oi, pole, ah, sana. Pole sana. Sasa ndani ya Sizikwi Nayo ungependa tukusaidie vipi? mm. Leo ndugu yangu. Ili wazo la kujitia kitanzi mwanzo li liondoe mbali kabisa. Sasa naomba tu ma, watu waniambie vile mta, tajikaa we mm. bado unamtaka huyu mwanamke? nilikuwa namtaka yeye hata hey. kama ame, amekuwa yeah. na mwanamume mwingine una shida bado unamtaka bado namtaka ye kwa sababu tumekaa na yeye na yuko na mimba yangu. na inakuuma? mimba yako inaenda eh? hiyo mimba yangu inaniuma, na vile wanaume huwa tunakazana kutafuta mimba jamani, na sisi Waturkana tunahisi uchungu sana mtoto akienda akiteseka kwa mwanaume mwingine mm. Mm. nasikianga uchungu sana kwa sababu tumeona mengi sana kwa majirani, yeah mtu akishika mwanamke ya mtu ile ako na mtoto, anagongagonga na sasa, unahofia kwamba mtoto wako huyu ikiwa nazaliwa huenda akateseka mkononi mwa huyu mwanaume mwingine huyu? Eh, ikawa ataweza kateseka sana. Na huyu mwanamke yeye, ukiongea naye, kati yako na huyu mwanaume mwingine huyu mwanamke wako, unasema mwanamke wako umepokonywa, ukiongea naye, kati yako na mwanaume wako, huyu mwanaume mwingine yeye, anataka kukana nani? Mm. Ameamua kukana ule, ameniambia jana kwamba sitaki tena na yako tena tena, kwa hivyo licha kwamba kuna ujauzito wako. ha. Ha. Okay. Aa, nadhani utasikia maoni ya msikilizaji kaka, na yeah. Tunatumai kwamba utaweza kupata ushauri ambao utakusaidia lakini, tafadhali hmm, mambo ya kujitia kitanzi, mambo ya kusijui kujijeruhi, wachana wa nayo, wazo hilo ondoa kabisa, sawa, mzee wangu eh? Ha, sawa mtula. Hey. Hmm. Radio Maisha, aya baba, right. Pole sana jamani. Hii huwezi ukazikwa nayo, mm.